Tukizungumza tabia moja ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia muhimu sana ya nini? Ya mapenzi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda watu wanaopendeka na wasiopendeka. Unaweza kuna wengine hata ukiwa mabanye vipi hawapendeki, lakini hilo kwa Mtume alikuwa akiwapenda hivi. Ndio naona kwa tabia hii Bwana Mtume alifaulu Alipawa nishana alipawa i na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akamwambia, je, wa innaka laala khulkin adhimi, hakika yako wewe Muhammad uko juu ya tabia nzuri. Yani katika zile tabia nzuri, basi Bwana Mtume yuko juu sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wanajengeka na hii tabia ya mapenzi. Na kwa hakika ndugu zangu Waislamu, sisi bila kuwa na tabia hii ya kupendana sisi kwa sisi, kuwa kupendana ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatuwezi kufaulu. Na hii ni tabia kubwa aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ilifikia wakati masahaba wa wa kwa vile walivyokuwa wakipendana wakimpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakikosa wa kumuona siku mbili tatu, wana wasiwasi hivi, huyu mtume anakwenda wapi? Tauban, Tauban sahaba huyu, kuna wakati alikosa kumuona Bwana Mtume kipindi kirefu sana mpaka akawa na wasiwasi Tauban mpaka siku ile anakutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thauban amekonda, Bwana Mtume anamuuliza ya Thauban wa una nini, waumwa? Anamwambia hata ni nini? Anasema ni mapenzi ya Rasulullah, nilipo nilipokukosa mimi siku mbili tatu nne, nikawa na wasiwasi hivi huyu mtume yuko wapi, hivi amkwenda wapi hivi, huyu mtume ana nini? ya kuona kukondakota huku ni kwa sababu ya mapenzi ni sababu ya kukosa wewe, ndio zikashuka aya kumliwaza Taubani, wa man yutwi illaha wa rasulahu fa ulaika alladhina an'ama Llahu alayhim mina nabiyyina wa siddiqina wa shuhadai wa swalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Zikashuka aya kumliwaza Taubani kwa sababu gani? Ya mapenzi makubwa aliyokuwa nayo yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu angalie sana. Ni mapenzi ya kiasi gani haya? Mtu kukosa kumwona mwenziwe siku mbili tatu nne, ana wasiwasi. Wewe na mimi, mapenzi hayo tunayo, kwamba mwenziwe humuoni ukawa na wasiwasi, ukawa umuuliza hayo? Tushafikia upeo wa mapenzi kiasi hicho? Bado ukweli ni kwamba bado sisi mapenzi kiasi hicho hatujasikia kwamba mwenzio humuoni, una wasiwasi mpaka umuuliza. Sisi hatujafikia ha kiasi hicho. Sasa kama hatujafikia mapenzi kiasi hicho, tutafaulu vipi sisi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala? Sahaba, ndugu zangu Waislam, sahaba halikuwa hakubali mwenzake apate dhiki apate shida, na yeye uwezo wa kumsaidia wa kumwokoa katika matatizo yale anao, sahaba alikuwa hakubali. Na haya ndiyo mapenzi anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio kutuambia wana mtume katika hadithi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanadi, atasemaje: aina lmutahabbuna fi jalali aina lmutahabbuna fii alyawma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhill Huwa mnada utatoka siku ya Kiyama, anatuambia Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atanadi atasemaje, wako wapi wale waliopendana ajili yangu? Wako wapi leo ni niwaweke katika kivuli changu siku ambayo haina kivuli chingine ila hicho kimoja tu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wako wapi sisi Chuki hizi tulizonazo, hasadi hizi tulizo nazo, hii sisi tu, kweli tutaenuka sisi? Kwa jama tuseme ni mimi ya mimi ya Allah, nilimpenda fulani ajili ya Mwenyezi Mungu, mapenzi ajili ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunayo? Hatuna. Na kama hatuna huu Uislamu huu utapiga hatua. Mwenyezi Mungu anataka mapenzi yetu niwe ni ajili ya yeye si ajili nilioa ni pamoja, si ajili kwa sababu mkabila moja, sio mpende mtu kwa kuwa mko chama kimoja, ni wana Manchester a. Unataka umpende na mtu na umchukie mtu ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na haya ndio mapenzi anayoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio atanadi siku ya Kiyama, wako wapi wale waliopendana ajili yangu ili mimi niwaweke katika kivuli changu siku ambayo haina kivuli ila kichotucha Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, tuyajengeni mapenzi baina yetu na tupendane, ndugu zangu Waislamu, ajili ya Mwenyezi Mungu, na zitoke zile chuki na bugdha na zile husuda zilizomea ndani ya nyoyo zetu. Maanake leo zimemea chuki na husuda kiasi kwamba lao wamsikia mwenzio mwislamu mwenzio ana tatizo, wewe ndio raha yako. Hiyo ni husuda, wewe kisha jiona matatizo ya mwislamu mwenzio shida za mwislamu mwenzio ndio raha yako. mtoko mafuta ujifahamu na maradhi ya husuda, na muombe Mungu sana kuepusha na maradhi hayo, kwa sababu hayo maradhi katukanya sana Bwana Mtume. Kasemaje? wa iyakum blhasadi, jiepusheni sana na maradhi hasadi, kuweni mbali sana na hasadi, kwa sababu fa faina lhasada yakulu ya lhasanat kama takulu lnau khatana yale maradhi ya hasadi yale, yanakula, yanakula wema wa mtu, yanamaliza thawabu za mtu kama vile moto unavyokula kuni. Kwa hiyo ni maradhi mabaya sana haya. Kama unayo wallahi, muombe Mwenyezi Mungu akuondolea haya maradhi. Hasadi nini? Yani, kutofurahi na neema Mwenyezi Mungu mwenzio waliompa wewe, unachukia, unaona taabu bwana. Mwenyezi Mungu kampa kile, yule bwana kamfanya hivi bwana. Hiyo ni hasadi, na maradhi hayo yanamaliza thawabu zako, yanamaliza yale mema unayoyafanya. Kwa hiyo muombe Mwenyezi Mungu akuepushe na maradhi haya, ni maradhi mabaya sana. Na masahaba walikuwa hawana hasadi, masahaba walikuwa wakipendana wao kwa wao kiasi cha kwamba akipata ikramu anamkumbuka mwenziwe, ambapo jambo hilo wewe na mimi hatuna. Sahaba mmoja aliletewa ikram ya kichwa cha cha mbuzi, basi alipopata ile ikram, mara moja alipata fikira ya mwenzake, mara moja alipata fikira ya jirani Angalia mapenzi ya masahaba hayo, ndugu zangu. Akaona ah, mimi alhamdulillah, nimepata hichi kichwa, lakini sijui kama jirani yangu yukoje, sijui kama ana mboga huyu jirani yangu. Sasa kaona hapana, wacha nimpelekee huyu jirani. Angalia mapenzi, mapenzi ajile ya Mwenyezi Mungu. Basi yule sahaba wa pili, naye alipoletewa ile ikramu ya kichwa, naye akapata fikira ya jirani hakujifikiria yeye nafsi yake, mimi nimeletewa hiki, lakini mwenzangu hapa ni jirani yukoje, akaona hapana, wacha nimpelekee. Kwenye tarehe wanatuambia kila kichwa kilizunguka, kila apawa wampelekea mwenzie, kila anayepawa na fikira, mpaka kitarudi pale palepale pale pale pa yule wa mwanzo. Ni mapenzi kiasi gani waliokuwa nayo wasahaba, mapenzi hayo wewe na mimi ao na kama hatuna tutaingia pepo ipi? Tutakwenda kukaa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu kiti, wakati mapenzi ajila ya Mwenyezi Mungu hatuna. Haya ndio mapenzi haya masahaba, kichwa kinizunguka paka mpaka tukarudi pale pale. Wallahi, haya ni mapenzi makubwa sana, hatuwawezi masahaba, hatuwawezi. Manake ingekuwa wewe na mimi umpate ile ikramu, hata kama mboga unazo mbili samaki unao sijui mchicha nao, hutopata fikira ya jirani, nasema kiweke kwenye friji, tutakula kesho kutu. Mapenzi gani? Sasa tapendanakai mm -hmm, huyo jirani kwanza, kama hana kama, ndipo napomsengeji na mkeo nini? Sasa swala zetu za kufanyaje? Mbona hatujendeki Mbona hatupendani? Swala hizi mbona hazituongozi? Mbona tabia nzuri hatuna na sisi tunaswali, tuna swali, tuna nini? na lengo la swala tanha anil fahshai wal, ni kutujenga sisi tukawa na tabia nzuri. Mojawapo ya tabia nzuri ni mapenzi, hubu fillah, pendana ajili ya Mwenyezi Mungu. Leo mapenzi haya ukweli kabisa yameajibika, hatupendani sisi Waislamu, tusemeni ukweli licha waislamu tunaokutana misikitini hata mtu mke na mkewe tuna mkewe pia hawapendani ajili ya Mwenyezi Mungu. Kumbe yule mkeo pia unataka umpende, vywajihillah wale watoto wako uwapende ajili ya Mwenyezi Mungu, na kama kuwachukia uwachukie ajili ya Mwenyezi Mungu lekeo. Lakini leo hata mapenzi mule nyumbani leo pia hamna. Sisi hatuna mapenzi na wake zetu, wake zetu hawana mapenzi na sisi sisi hatuna mapenzi na watoto, watoto hawana mapenzi nasi. Sasa kama wewe muislam huna mapenzi na mtoto, utampenda jirani? mkeo humpende ajili, utampenda jirani? Hamna, mtopendana na mtu mnayekutana msikitini tu, wakati wewe nyumbani mapenzi ajili ya Mwenyezi Mungu hamna, si kweli? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tabia ya mapenzi imeadimika kwetu, imekosekana na inafutika kabisa na hii ni hatari sana wallahi. Ndugu zangu Waislamu, tuweni na mapenzi ajili ya Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo mapenzi makubwa anayo yataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hayo ndiyo mapenzi yataka kufanya wewe na mimi tufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo ndugu zangu Waislamu, tutaswali, tutafunga, tutakwenda hija na Maka na umra lakini kama mapenzi baina yetu hamna, ufaulu kwetu mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni shida sana, itakuwa ni shida. Kwa hiyo tabia ya mapenzi, ndugu zangu Waislam, hii ni tabia moja kubwa sana aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba tabiin, tabi, tabiin. kwa hiyo ndugu zangu Waislam, Tuweni na mapenzi ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, ndio ibada zetu zitakuwa na thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Angalia masahaba katika vita fulani, tunaelezwa ndani ya kitabu, ilifikia wakati masahaba wameshikuratibu wakohoi katika vita. sasa mmoja akapa, akapata maji akaletewa maji lakini, wallahi billahi taala, alipopata yale maji, anasikia sauti ya mwenzake ma, maji. Akaona afadhali nikase mimi nife na kiu, lakini huyu mwenzangu huyu, wacha nimpelekee. Akapelekea yule mwenzake yale maji, ah, hakunywa, bali huyu wa pili naye wakati anapata maji anasikia mwenzake ma mwenzake naye anaki, basi yale maji, wenye tareha anatambia yalizunguka, kila anapelekewa anapelekea mwenzake, kila anapeleke mpaka akarudi kwa pale pale, pale, kwa yule mwanzo, yakirudi pale ashakufa saba, yule wapili ashaku, lakini wote hawakupata nini. Kila mmoja anafikira na, na mwenzake, kila mmoja ana huruma na, na mwenzake, kila mmoja ana mapenzi na mwenzake. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba na mapenzi haya walifundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.